Hello ah, habari, karibu tena ah, katika chaneli yetu ya sabo kliniki. Anaitwa Dr. Jimmy ana, leo tutaangalia ah, tiba asili au dawa asili za kurekebisha ah, mzunguko ah, wa hedhi. Kuna watu wengi wamekuwa wakipata changamoto katika mzunguko wa hedhi, kwanza hedhi yenyewe inarukaruka haieleweki kupata hedhi isiyo ya kawaida, hedhi ambayo inafanana na tope, hedhi ambayo inakuwa ni damu nyingi, nyingine wanapata matone. Lakini pia tunaongelea wale ambao wasiopata hedhi kabisa, yaani mtu hapati hedhi na yupo kwenye umri wa kupata hedhi. Lakini pia kuna wale ambao pia siku zao zinarukaruka hazieleweki. Sasa haya hizi changa, ni changamoto zote ambazo zinahusiana na hezi. Sasa dawa ya kurekebisha mabadiliko katika hezi tutaweza kukuletea hapo kwa hapo ili uweze kupata suluhisho la kuondokana na hizo changamoto a, kabisa nikukumbushe kama ni mara ya kwanza kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza a, kupata dondoo za kiafya tunazo azituma kila siku. Lakini pia mabadiliko ya hezi yamekuwa yanachangiwa na nini hapa? Nitaelezea sababu ambazo zinapelekea mabadiliko a, ya hezi. Sababu namba moja ni vidonda, a, kwenye vidonda kwenye kizazi kizazi vidonda kwenye kizazi. Bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea hiyo changamoto kiundani, sababu zake na namna ya kuondokana na hizo changamoto. Kwa hiyo kama hujaona basi Patiria kwenye video ambazo zimepita, lakini pia tuna homoni kuvurugika. Mwanamke ana homoni karibia, a, sita. Kwa hiyo ikitokea zile homoni zimeweza kuvurugika, basi pia itapelekea changamoto ya siku zake kutoeleweka au kutopatikana kupata zinakuwa na tarehe tofauti, lakini pia kutokea katikati a, ya mwezi, maana mtu anaingia mzunguko mara mbili, lakini pia kupata damu nyepesi ya kuteleza, nyingine damu nakuta ni nyekundu sana, ni cha nyeusi sana. Hizo ni changamoto zinazohusiana na mzunguko a, wa, na, na mabadiliko a, ya homoni. Lakini pia kingine a, ni, ni, ni, ni stress. Mara nyingi watu wamekuwa wakipitia uh, stress, msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo kuna namna ambavyo unaathiri zile homoni na kuweza uh, kushusha uh, ubora, uh, ubora uh, wa zile homoni. kwa ikisha tokea uh, ubora wa ile homoni zikawa chini, zitapelekea uh, homoni kuvurugika, kutokana na stress, kutokana na kuzalishwa homoni inaitwa cortisol. Unapokuwa na stress, unapelekea homoni na unazalisha homoni inayopelekea cortisol, na hivyo kusababisha uh, hedhi kuweza kutoeleweka. Lakini uh, sababu nyingine inayopelekea hedhi shindo kutoeleweka ni matumizi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa, plus p2. P2 sio njia za uzazi wa mpango um, za kisasa. Sasa kwenye video ambazo zimepita tumeelezea namna ya kutumia p2, p2 inafanya kazi kwa muda gani, madhara ya kutumia uh, p2 na faida za kutumia p2. Hivyo hivyo kwenye njia zote za uzazi wa mpango tumeelezea vidonge, kitanzi, sindano a vyote tumeweza kuelezea madhara yake na faida zake. Na kabla ya kutumia, basi ongea na daktari aweze kukushauri njia gani bora unayotakiwa kutumia, na kulingana na afya ya kinga yako ulioweza kuwa nayo. Lakini kingine kinachosababisha hedhi iweze kutoeleweka ni maambukizi kwenye via vya uzazi, tunasema PID. PID imekuwa ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwatesa Uh, wa, wa, wa, wa, wanawake wengi na maana tu, tuweke tu PID bacteria na fungus. Mara nyote hivi vitu ni vitu vinavyosababisha uh, sababisha mzunguko wa hedhi uh, kushindwa uh, kutoeleweka, na kuwa na hedhi ambayo haieleweki, hedhi ambayo uh, ni nyepesi, hedhi ambayo mara kwa mwezi unarudia uh, zaidi ya mara moja, na maana unaweza uh, mara mara mbili, lakini pia kitu kingine kinachopelekea Uh, uh, uh, hedhi kutokuwa kutokuwa sawa ni uvimbe kwenye kizazi. Kwenye video ambazo zimepita, tumeshaelezea dalili za uvimbe kwenye kizazi chang, uh, chanzo cha uvimbe kwenye kizazi na namna ya kuondokana na changamoto uh, ya uvimbe uh, kwenye kizazi. Kwa hiyo kama una changamoto ya uvimbe kwenye kizazi pia ni chanzo kimojawapo kinachopelekea hedhi yako ishindwe akueweka, lakini pia kuna watu ambao wana chanjo na, uh, chango na endometriosis. Uh, bahati nzuri haya magonjwa yote tumeshaelezea kwenye video ambazo zimepita. Kama una chan, chango lakini pia una endometriosis, basi uh, utaendelea kupata shida na kwa muda Uh, kwa muda mrefu. Ah, tutende kuangalia tiba tiba, uh, tiba ya hizi changamoto, tiba ya hezi yako kuweza kubadilika. Tiba namba moja, uh, uh, papai. Mara nyingi tunavyosema papai hapa, tutaiongelea zaidi papai lenyewe lakini na mbegu zake. Unachotakiwa kufanya ili kupata virutubisho vilivyo vizuri zaidi, tafuta mbegu za papai aweze uh, kuwa na unga wake, tengeneza unga wake unakuawa, unakoroga kwenye maji ya vuguvugu vugu, unakunywa mara tatu, uh, kwa siku. Lakini pia na namna nyingine ni kutumia mchaichai wa kutosha, mchaichai, chemsha majani ya mchaichai aweze kunywa kama uh, tiba. Lakini pia matumizi ya tangawizi, tumia tangawizi na mdalasini ambayo iko kwenye mfumo wa poda, na yenyewe utaweza kunywa mara tatu kwa siku taondokana na hiyo changamoto. Lakini pia matumizi ya, ya, ya unga wa mlonge, mbegu za mlonge na majani yake. Mlonge unakuwa na faida zake kwenye mwili wa binadamu, ndio maana pia wataalamu wa tiba asili na mbadala wamekuwa wakitumia tiba hii. Unachotakiwa kufanya kuwa na unga na wenyewe, unakoroga kwenye maji ya uvuguvugu na kunywa mara tatu. Usisahau kutumia punje za vitunguu saumu, meza punje za vitunguu saumu A, nne mara tatu ina maana utameza nne asubuhi nne mchana nne jioni. Ukisha meza mara tatu unakuwa umejiandalia mazingira mazuri ya kuondokana na hiyo changamoto, utakuwa umetengenezea mazingira mazuri ya kuondokana moja kwa moja a, na changamoto hiyo au changamoto hii ya, ya hezi kuwa inabadilika badilika, lakini matumizi ya apple cider vinegar na, na, na, na asali, wengi hii wanajua uh, kuitumia vizuri namna ya kubalansi uh, hormoni uh, na kuweza kubalansi hezi. Lakini pia mwisho, tumia uh, atafuta um, majani ya mpera na mizizi ya mpera. A, majani ya mpera na mizizi ya mpera, unachotakiwa kufanya utachemsha, na ukishachemsha utakunywa glasi yake moja asubuhi, glasi mchana na glasi jioni. Tumia ndani ya siku saba mpaka kumi na nne changamoto uh, itakuwa uh, imeisha. Tuambie hapo chini ni changamoto gani ambayo imekutesa? Ni changamoto gani ambayo inakupa uh, inakupa shida inakupa uh, maumivu uh, makali unayokutana nayo kwenye suala uh, la uzazi? Nikukumbushe kama una changamoto yote ya swala la uzazi uh, tumekushakuandalia dawa, dawa maalum au dawa ambayo imetumiwa na wanawake wengi, inaitwa chai Dada. Hii ni dawa wengi wamejua ni chai, lakini uh, ni dawa ambayo uh, imeandaliwa kwa ajili ya kutibu changamoto